Inaposomwa ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali CAG kuna bainishwa dosari katika usimamizi na uendeshaji wa mashirika na taasisi za umma, ambapo moja ni kuwepo kwa hasara. Mathalani, kwa mwaka huu katika ukaguzi wa mashirika ya umma ya kibiashara 52 mashirika 12 yalipata hasara kwa miaka mitatu mfululizo, wakati mashirika matano yamepata hasara kwa miaka miwili mfululizo, huku mashirika mawili yakipata hasara kwa mwaka mmoja wa fedha. Kutokana na hayo, ofisi ya rais, sekretarieti ya maadili ya umma wamekuja na mafunzo maalumu ya wenyeviti wa bodi na taasisi za umma ili kuweza kuwajengea uwezo. Tunapofundisha viongozi, tunaambia lazima uangalie mambo matatu. Kwanza ni madhumuni ya taasisi hiyo. So, taasisi inaweza kuwa ni biashara wapate faida sawa, lakini pengine pengine sio hivyo hata kusema CAG report kwa sababu inaenda paka kwenye idara za serikali. Sasa idara za serikali hazipo kwa sababu ya faida na sana kwa na wa, wawe na mawazo kwanza, kuna madhumuni lakini salafu kuangalia, sasa wadau wanasemaje, hilo la maana sana. Mnaweza kuwa mna faida lakini watu wanalalamika. Kadiri viongozi tukavojenga katika uadilifu, hizo ripoti za CAG zitapungua, tutafika ziishe kabisa na kila kitu kiwe hapana CAG yale ma, ma, mapendekezo yake na ushauri wake haupuuzwi, un, un, unachukua kwa uzito wake. Uadilifu ndio msingi wa kuwa na uongozi bora katika kila sehemu, kila sehemu na taarifa. Bado kutakuwa na taarifa za CAG, lakini hazitakuwa na taswira ambayo tunaiona sasa hivi lakini mbali na hilo, swala lingine ni uwepo wa malalamiko ya huduma zinazotolewa na baadhi ya viongozi wa umma. Kuna tafiti ambazo zimeonyeshwa namna malalamiko ambavyo yanawasilishwa sasa kwa umma. Unaona, ile malalamiko malalamiko yanakuja, yanajirudia, yanajirudia rudia. Sasa, ukiona malalamiko yanajirudia rudia, ujue kuna tatizo mahali. Sasa tukajiuliza kwa nini malalamiko haya yanajirudia? Kila siku tunaongelea kwamba viongozi wetu si waadilifu, um, maadili yanazidi kushuka, mmonyoko wa maadili unazidi kuongezeka ni yale mambo ambayo tunayaongelea kila siku. Sasa tukasema, hapana, hebu sasa tuanze kushirikisha wadau wengine, watuambie huu mmomonyoko wa maadili hasa dawa yake ni nini. Ndio maana sasa tumeona tuwashirikishe hawa wenzetu ambao wanaona umma jinsi wanavyolalamika, wanaona mambo ambayo yanafanyika, ili tuweze kuchangia kwa pamoja tupate dawa ya mmomonyoko wa maadili. Hii programu yao ni nzuri sana. Yaani mimi ungeniuliza, ningesema kwamba isiwe kwa ajili ya viongozi tu, wangeangalia utaratibu kupitia ofisi ya rais, namna ya kuwafikia watu wengi, isiwe viongozi tu, pia pamoja na wafanyakazi. Tena ingewezekana tusiongelee tu ile mambo ya ile public institutions. Hii programu inahitajika kwa Watanzania wote. Mambo ya maadili ni muhimu sana, tunaweza kuwa na mipango mingi lakini, kwa kweli, kama tuna viongozi ambao hawako sawasawa, tunaweza tusitimize ile azma ya, ya, ya kile ambacho tunakwenda kukitetea na kukisimamia kama viongozi. Mkutano huu wa siku mbili unalenga kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia maadili katika kazi zao ili kutoa huduma bora kwa jamii, huku mafunzo hayo yakitarajiwa kuwa endelevu. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.